Mimi naitwa Ruthi Leonard Mahoma, mwenyekiti wa mtaa wa Chadurubi kata ya Makole. Niliamua kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi hii ni baada ya kuona mama yetu Dr. Samia anaweza na kufanya mambo makubwa sana hapa Tanzania na mpaka nje, na mimi nikaona nichukue fomu ili niweze kumsaidia kuanzia ngazi ya mtaa. Niligombea nafasi ya wenyekiti. Ninamshukuru Mungu nilipita vizuri kupitia tiketi ya CCM. Pia ninaomba wanawake wenzangu tusiogope kuchukua fomu panapotokea ugombea wa nafasi aina yoyote ili tuweze kumsaidia mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa kazi mbalimbali mbali, za kutokea ngazi ya chini mpaka kumfikia yeye. Wanawake tunaweza, tusiogope wala tusirudi nyuma. Huu ni wakati wa kina mama kujitokeza kwa ajili ya kumsaidia mama, kusukuma gurudumu liende vizuri. Samia 2025 tunasimama pamoja, tunashinda pamoja kwa kishindo kikubwa sana.